Na mtazamaji nadhani utakuwa nakumbuka tukio ambalo lilitokea kati ya wanachuo eh, ambao waliamua kumkamata mwenzao na kumfanyia vitendo vya kikatili, vitendo vya kinyama, eh, kumwadhibu, kumvua nguo, kumnyoa nywele, kumpiga na kumrekodi na kuposti video kuzisambaza mtandaoni. Bwana, hili ni tukio ambalo kiukweli limewakera watu wengi sana na sababu ya hayo yote ni kwamba inasemekana kwamba wanachuo hao walikuwa wanamgombania danga, yani walikuwa wanamgombania mwanaume wa mtu ambaye ameoa na familia ambaye ni Mwijaku, japo ambalo kwa upande wa wanajamii walichukizwa sana na kitendo hicho cha wanawake kufanyia na hayo mambo, kisa tu mwanaume na mwanaume mwenyewe ana mke tayari. Umeona, yani michepuko imegombana kumpigania mume wa mtu, na michepuko yenyewe ni wanafunzi wa chuo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kili make headline sana mwezi uliopita, na this time around ni kwamba ile kesi imefika mahakamani, na habari ambayo tuko nayo hapa inaeleza kwamba wanachuo waliomgombea Mwijaku wafikishwa mahakamani. Mahakama ya hakimu mkazi jijini Dar es Salaam imewapandisha kizimbani mabinti watatu ambao ni wanafunzi kutoka katika vyuo mbalimbali wakikabiliwa na mashtaka nane ikiwemo la kutishia kuua. Washtakiwa hao ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, yeah, University of Dar es Salaam kwa kirefu, ambaye anafahamika kwa jina la Mary Mtogoro mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Ardhi raina mkwa, mkwa wili ambaye yeye pia ana umri wa miaka ishirini na mbili na mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Asha Juma mwenye umri wa miaka ishirini na mbili. Kwa hiyo ni wanafunzi wote, wana umri sawa, wana miaka ishirini na mbili lakini kutoka vyuo mbalimbali Ardhi pamoja na uhasibu kule TIA. Umeona bwana, eh? Haya, wote kwa pamoja wamefikishwa mahakamani hapo na kusomewa mashtaka hayo mbele ya hakimu mkazi mkuu eh, Gwantwa Mwankuga, na wakili wa serikali anayefahamika kwa jina la Tumaini Mwafuru, wakati kesi hiyo ilipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, shtaka la kwanza linawahusisha wote watatu, ambapo wanadaiwa kula njama ya kutenda kosa kinyume cha sheria ambapo ilidaiwa kuwa mnamo tarehe kumi na sita mwezi March mwaka huu 2025 katika eneo la Sinza, wilaya ya Ubungo, mkoa wa Dar es Salaam, walikula njama ya kuchapisha taarifa za uongo. Shtaka la pili na la tatu pia linawahusu wote watatu, ambalo wanadaiwa kuchapisha taarifa za uongo kupitia mtandao wa WhatsApp. Shtaka la nne na la tano lina mkabili mshtakiwa wa kwanza peke yake ambaye ni Mary Matogoro anayedaiwa kumshambulia Magnificat Kimario kwa kutumia chuma pamoja na kumvuta nywele kwa nguvu na kusababisha maumivu makali. Shitaka la sita na la saba pia vilevile linamhusu vile Mary Matogoro pekee, inadaiwa kuwa bila uhalali aliharibu kadi ya simu na simu aina ya Samsung A eh, A4S yenye thamani ya shilingi laki saba mali ya Magnificat Kimario, yani yule dada ambaye alikuwa anatendewa huo unyama. Lakini pia vilevile shtaka la nane linawahusisha washtakiwa wote, ambapo ni kwamba wanadaiwa kuwa walimtishia kumuua Magnificat Kimario wa kutumia kisu, kosa ambalo pia linadaiwa kutendeka eneo hilo hilo la Sinza. Washtakiwa wote walikana mashtaka dhidi yao na Hakimu Mwankuga aliwahitaji aliwahitaji masharti ya dhamana. Alitaja masharti ya dhamana ambayo ni kuwa wa kuwa na wadhamini wawili wenye vitambulisho vya NIDA pamoja na barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Lakini pia vilevile upelelezi vile wa kesi hiyo bado unaendelea, na kesi imepangwa kutajwa tena mnamo Juni 13 mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. So wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao haya <laughs> bwana, kuna mtu amesema kwamba E, wakome. E, waliona ujanja sasa kimewalamba, kwa sababu kwamba bwana sasa wanajificha nini wakati e, tunawajua sura zao . So bwana, mara ya mwisho kufanya na Mwijaku na ilikuwa lini? Huyo amekumbusha kauli ambayo ilisikika katika zile video. So kiukweli, eh, au, au, so kiukweli, so kiukweli nimecheka kidogo nidondoshe Samsung yangu ya laki tano na nusu nikiwa kwenye kochi langu la laki mbili, kuna mtu ameandika hivyo. Uh, kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana walifanya wali ujinga kwa makusudi huku wakiwa wana rekodi, wakati walikuwa wanataka ku trend leo hii wanajifunika nyuso zao ili iweje? Kuna mtu ameuliza hivyo kwamba wakati wanafanya ilotukio walirekodi ili mambo yaende viral mtandaoni, alafu sasa imekuwaje tena uh, leo hii wame mambo yamefika mahakamani, wanafunika sura zao, kwa sikwambia kwa bwana, wote wana miaka ishirini na mbili tu wameisha anza ukatili, wakifika miaka thelathini na tano itakuwaje? Kwanda bwana, si vyema kuwazalilisha, kumzalilisha mwenzenu, tuwe makini. Eh, utandawazi bwana unaweza kuwapeleka watu pabaya. Kuna mtu ameandika hivyo kwa mtu usikwambie bwana. So hii kesi mbona inacheleweshwa? Basi tuachieni sisi mtaani huku tutamalizana nao, kwa mtu usikwambie bwana. Wadada waoneeni huruma, wazazi wenu wapelekeni shule, mnaenda kufanya vitu vya ajabu, kwa mtu usikwambie bwana. Watoto wangu wazuri, mimi najua kabisa kwamba mna akili nyingi, msiige mambo ya mataifa ya nje, sisi ni wazalendo bwana. Eh, mmenisikia. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo Haya, mtu mwingine anasema bwana, ingependeza sana kama wangewekwa, wangewekewa sero kwanza. Ili haya, ngoja tuishie hapo. Kuna mtu mwingine anasema bwana, walimnyoa mwenzao na wao pia iseki, ukweli wangenyolewa kwanza, ili mengine yafuate. Huyu amekuja kukumbushia kwamba yule bidada waliyekuwa wanamfanyia yale mambo bwana, walimnyoa wao wow, pia kabla ya mambo so, hmm, kumfuata mtoto wa mwenzio alafu unamfanyia vitu kama vile so, yanajificha kujifanya mazungu so, na... <laughs> so, kodi ndio imeisha leo aise. Okay kuna mtu ameandika hivyo. Haya, so hapa comment ziko nyingi sana kwa kweli, kila mtu amekuja kuzungumza la kwake, lakini na wewe pia ukiwa kama mdau, hebu tuweke maoni yako pia katika comment section. Unazungumziaje hiki ambacho kimetokea huko mtandaoni kuhusiana na lile tukio la wakina Mary? Weka maoni yako, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia hakikisha una subscribe. Eh, kwa ajili ya kupata update zaidi.